Mheshimiwa Spika, awali ya yote, nianze kwa kumshukuru Mungu kwa ruzuku ya uhai na kukutanisha katika Bunge la kumi na tatu. Namshukuru Mungu vile vile kwa hatua hii ambayo tumetoka kushuhudia. La pili, ni mpongeze sana mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassan wa wa kwa kuchaguliwa wa kishindo na Watanzania. Ushindi huo ni uthibitisho wa imani kubwa kwa Tanzania walionayo kwake pamoja na serikali yake. <laughs> Mheshimiwa Spika, katika miaka mitano Daktari Samia Suluhu Hassan amejitambulisha kuwa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 ikiwemo kununua CT scan hospitali zote za mikoa MRI kwenye hospitali zote za kanda pamoja na kununua mitambo ya kuchimbia maji kwenye kila mkoa na kila ukanda. Hiki ndicho kilichofanya Watanzania wa, wa mchague kwa wingi na nimetaja kwa uchache. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani yetu natambua imani si kubwa kwake, bali ni dhamana kubwa kwa Watanzania wa kwa kunipendekeza katika bunge lako tukufu kushika nafasi ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua uzito wa majukumu haya pamoja na matarajio yake pamoja na matarajio ya Watanzania. Nitafanya kazi kwa bidii, kwa uaminifu na jitihada kubwa kuweza kukidhi matarajio hayo. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kumpongeza Dkt. Emmanuel Nchimbi kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na Watanzania kuwa makamu wa, wa rais. Tuna imani na mtendaji wake na tunaamini kwamba atamsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia Dkt. Hussein Mwinyi kwa kuchaguliwa na kuaminiwa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 na amekuwa akisaidia sana kwa jukumu ya anayohusu sheria kama kastodiani wa masuala ya sheria kwa serikali. Mheshimiwa spika, nitumie fursa hii kukupongeza wewe mwenyewe kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, bunge la kumi na tatu. Natambua nia yako thabiti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 niruhusu niseme nawashukuru sana kwa waheshimiwa wabunge kwa imani hii kubwa mliyofanya ya kuthibitisha jina langu. Asanteni sana, mmenipa faraja na mmenipa deni. Kwa imani hiyo kubwa mliyonipatia, ni waahidi tutashirikiana nanyi, serikali itashirikiana nanyi, itapokea maoni yenu, itapokea hoja zenu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 kwa nafasi niliyopewa lakini kazi kubwa ya serikali lakini kazi kubwa kwa watanzania wote. Mheshimiwa Spika, nchi yetu chini ya uongozi wa Dkt Samia Suluhu Hassan hivi majuzi ilitunga dira mpya ya 2025 2050 na awamu ya pili ya serikali ya awamu ya sita ndiyo itakuwa awamu ya kwanza ya kutekeleza dira mpya. Na Mheshimiwa spika unatambua kwenye mbio za vijiti za kupokezana, mwanzishaji wa mbio hizo, kipande cha kwanza asipokimbia kwa mbio ndefu kwa spidi kubwa, hata wale watakaokuwa wanampokea watakuwa tayari wamechelewa. Sasa serikali ya awamu ya sita kwa awamu ya pili ndio inaanzisha utekelezaji wa dira ya ishirini ishirini na tano ishirini hamsini. Mheshimiwa Spika, dira hiyo imebeba matarajio na matumaini makubwa ya Tanzania. Dira hiyo imebeba matumaini makubwa ya vijana ambayo ndio hasa walengo wa dira hiyo. Mheshimiwa Spika, tuna kazi kubwa ya kuanza vizuri kwenye utekelezaji wa dira hiyo huku tukimalizia viporo vilivyokuwa havijakamilika kwenye dira ya 2025. Mheshimiwa mheshimiwa Spika, natambua pia ilani ya uchaguzi ya, sisi ya ambayo imejumlisha masuala yote ambayo ni kero kwa Watanzania katika maeneo mbalimbali, na nilikuwa nafuatilia hata kampeni za uchaguzi, na ninyi waheshimiwa wabunge, kila eneo mlikuwa mkijaziliza yale ambayo yako kwenye ilani ambayo ni mahitaji ya Watanzania katika maeneo yenu. Ilani hiyo imebeba matumaini makubwa ya Watanzania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 na mke wangu akiwa anapika mama lishe, na wakati mwingine, wakati anawagawia wabeba zege wenzangu, wengine walikuwa wanatoa maneno makali. Natambua adha hivi. Niwahakikishie Watanzania hasa wa mazingira ya chini, watasikilizwa kwenye kila ofisi ya umma. <laughs>